Innama al a'mal bil niyyat. Qadhiya ya mzazi kutaka mtoto wake wa kiume amwache binti au kumwacha mke. Je, mzazi anayo ruhusa hiyo ya kumwambia mtoto wake kijana wake yani, mwache mke wako fulani au hana? Na akitoa amri hii, baba au mama, je, kijana anawajibika kuitekeleza au la? Aljawab, hii inarudi katika kuangalia sababu yule mzazi aliyesema maneno haya, kwa maadili gani? Ikiwa baba au mama ametaka kijana amwache mtoto wa kike kwa sababu inayokubalika kisheria, kwa sababu inayokubalika kisheria, bimana mathalan, yule mke si mke anayefaa kuwa mama nyumbani, si mke anayefaa kulea watoto kutokana na sifa na tabia na mwenendo inaonekana kwamba madhara yake yatakuwa ni makubwa kuliko manufaa, na madhara yake yanaweza yakawafikia mpaka watoto wadogo watakaozaliwa mbeleni. Kwa hivyo, baba anayo amri au anayo haki ya kumwambia mwanawe, mwanangu, mwache huyu mtoto wa kike. Na wanazuoni wanatoa dalili ya masala haya katika kisa cha Nabiyullahi Ibrahim alaihi salam na mwanawe Ismail, alipokuja kumzuru mwanawe Ismail Makka. Akiondoka akamwachia salamu, amwambia mumewe akija, yani Ismail alaihi salam, mwambie abadilisha kizingiti cha mlango. hata babi, mwambie abadilishe mke. Akuelewa lugha hii ya mafumbo. Alipokuja Ismail akaelezewa, akamwambia wewe ndio kizingiti na babangu ashaniambia kwamba nikuache. Kwa hivyo, ilhaqi biqaumik, ilhaqi biahlik, rudi. Kweli alikuwa ni mwanamke katika kabila la Jurhum. Pale pale Makkah wale waliokuja kukaa pale mjini Makkah, kwa hiyo wakamregesha kwa wale waliomuoza wali katika, la tena, pale pale katika, la Jurhum, katika la kabila la Jurhum akarudi vile vile. Tena katika kabila katika ziara ya pili babake akamwambia mwambie ashikamane na kizingiti. Alhasil ni kwamba hii ikawa ni hoja kwamba mzazi aweza kutoa a, e, niniyo amri ya mume kumwacha mkewe, lakini yawe, iwe kuna maadili hapa. Ibrahim alayhi ssalam hakusema tu hivi hivi badilisha kizingiti, wala wakati hakuwa hakuwa na sababu, lakini kwa sababu amekaa na yule binti, amekaa na mke wa mwanawe, akaona zile tabia zake, akamuuliza maswali, vipi mwaishi, vipi hapa hali yenu namna gani. Akaanza kumlalamikia hapa, ni tabu, hakuna kitu, huyu Ismail hatuangalie. Akaona hapa mambo si mazuri, huyu hatokuwa na maisha mazuri na mwanangu. Kwa hivyo akajua mustakbali hapa mambo yatakuwa ni magumu na ni mabaya. Sasa, ikiwa kuna sababu ya kisheria juu ya yule binti yule aliyeolewa kwa siri, kwamba ana kasoro fulani, kasoro fulani ya kidini ana mambo ambayo kidini haitokuwa hai ni sawa kwa yule kijana kuendelea kuishi naye, basi hapa wazazi wana haki ya kumwambia yule mtoto mwache. Na kuendelea kwa yule mtoto kushikamana na yule binti, wakati imethubutu kwamba yale walioyasema wazazi ni ya kweli, atakuwa kijana huyu ni asi kwa ile amri ya wazazi wake. Tumeelewana, Abu jumani? Lakini sasa ikiwa hakuna sababu bint ni saliha, imraa saliha, sababu tu ni kwamba ameoa mke wa pili. Hii e tu ndio sababu au ukutuambia tangu mwanzo? Hizi si sababu za za msingi, wala si sababu zinazokubalika kisheria. Tumeelewa na nafikiri isipokuwa na uh, kuna baadhi ya istithnaati zinazojulikana katika sheria katika istithna inayojulikana katika sheria, kwa mfano ni kwamba pengine yule kijana ameoa katika familia ambayo inaweza kuleta utesi na ile familia ya, ya kwanza mathalan, uh, leo tunafahamu masala ya ghera baina ya wanawake na baina. Kwa hivyo mtu akaenda akaoa katika nyumba ambayo huenda ikaleta hasasia kubwa baina ya mke wa kwanza na yule mke wa

ndio maana mtume akakataa ile alaka baina ya Fatima na mtu mwingine yote na, na binta Bijal. Kwa hivyo kwa sababu kama hizi kadhalika zinatambulika katika sheria sasa. Hizi ni nukta am Abu Jum'an, lakini sasa sijui hii kadhia unayozungumza wewe bidhat, kama kuna mulabasat zingine, kuna kadhia zingine za ndani ambazo zaitajia watu kuzitizama ili kutoke hukumu inayotakiwa lakini

Hizi ndio sehemu tatu zimekubaliwa. Kwa hivyo ukiangalia hizi sehemu tatu hakuna masala ya mtoto na babake au mtoto na wazazi wake. La. Kwa mzazi, mzazi utamwambia ukweli. Mzazi itabidi umwambie ukweli, kama katika hali hii itakuwa si sawa, yule kijana kwenda kumwambia baba kwamba amemwacha binti yake, eh, nani yo, yule msichana yule binti eh, kwa kuleta sulhu au kwa, kwa, kwa kuleta masikizano ili hali yajamwacha, hadha la yajuz, hadha kadhib tabidi lazima aseme kweli, ushamwacha bado lakini niko njiani karibuni, maneno kama haya. Lakini usiseme kwamba nishamwacha wakati hujamwacha, na hii hutokea sana. Hata kuna maswala watu wengi huuliza e, mume akifika nyumbani alioa kwa siri, muda, kwa siri baada ya muda ile ndoa yake ikajulikana, halafu yule mke akamwambia akamuuliza, mimi nimesikia kwamba umeoa, ikatokea utesi, yule mume Akakataa akasema, na kama mimi nishamoa basi nishamwacha. Sasa swali likaja hapa, je, huwa ashamwacha? Ile talaka imepita au haikupita? Manake ametamka talaka au yule mke amshikilie yule mume kwamba mimi nimepata ushahidi kwamba wewe umeoa shona, nimeona picha au video katika akdi nikah. <laughs> we waitikia kabisa. Sasa wapi utakimbia tena? Ndio maana tukawaambia msifanye video katika akta nikah kwa mambo kama video haya. Sasa nikisha thubutu kwamba anta qulta qabiltu, umesema qabiltu na ni wewe huyu. Sasa wala uwezi kusema hii ni editing, hakuna editing. Wewe huyu

ili muhimu sana lijulikane katika sheria, si sharti kwamba yule mke aliyeachwa apewe habari kwamba ameachwa, au aambiwe kwamba ameachwa. Siku mume atakapotamka kwa mdomo wake, akiwa na akili timamu, masharti yametimia, kwamba ameacha, faqad wakaa talaq. Akaja akajua baada ya mwezi miezi miwili miezi mitatu, talaka ishapita na hii nukta kadhalik eh, muhimu kuitaja. Kwa hivyo hiyo, hii ni mulakhas wa jawabu ambayo tulitaka kumtaja juu ya swala hili. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote, mm, ila Allah wa rasulihi Alhidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante ah, kwa kutuunga mkono. Alhidayah Online TV uongofu